Chama cha Mapinduzi ngara! Samia ngara! Ngara! Arusha ngara! Mheshimiwa mgombea wetu kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dkt Samia Suluhu Hassan, kwa heshima kubwa sana nitambue viongozi wote walioko meza kuu, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, wananchi wote wa Arusha. CCM oye! Awali ya yote napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu na nikukaribisha sana mama yetu kipenzi kwenye mkoa wetu wa Arusha. Sisi vijana wa Arusha tulikuwa tunakusubiri kwa hamu sana. Karibu sana mama yetu. Lakini la pili Mheshimiwa mgombea wetu, sisi Arusha tunasema Samia mitano tena tunasema Samia mitano tena, sio kwa sababu tu wewe ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi au ni mama yetu tunayekupenda sana hapana. Tunasema Samia mitano tena kwa mambo makubwa uliyoyafanya taifa zima, hususan mkoa wetu wa Arusha. Sisi vijana wa Arusha kupitia Royal Tour kuja kuifanya wewe mwenyewe uliacha kazi zako zote kwa mapenzi makubwa ya taifa lako ukaja Arusha kufanya Royal Tour ambayo imetutangaza kimataifa. Leo tuna watalii milioni tano wanaokuja Arusha kutoka watalii laki sita. CCM oyee! Nani kama Samia, kupitia Royal Tour, mheshimiwa mgombea wetu vijana, ajira zimeongezeka nyingi sana, wanufaika wakubwa wakiwa vijana wa mkoa wa Arusha. Lakini mheshimiwa mgombea wetu, mahoteli ya Arusha yameongezeka kila siku, watu wanajani, full booking Arusha. Kupitia ongezeko la mahoteli, vijana wameongezeka kwenye ajira. Ni kweli ama sio kweli? Ni kweli ama sio kweli, wana Arusha? Mheshimiwa mgombea wetu, ukipita njia kuelekea Ngorongoro magari ya utalii ni mengi, utasema kuna msafara wa magari ya utalii. CCM oye! Nani kama Samia? Nani kama Samia? Mheshimiwa mgombea wetu, mimi kama kijana nayetokea mkoa wa Arusha nakushukuru sana kwa ajira zote zilizopatikana. CCM oye! Lakini mgombea wetu umetoa ajira milioni nane kwa kipindi chako cha miaka minne. Kipindi cha nyuma ajira zilikuwa zimefungwa, ni kweli ama sio kweli? Tuna kila sababu ya kukushukuru mgombea wetu na kukuombea kwa Mungu kibali, uzima na afya, uendelee kutuongoza kwa miaka mingine mitano tena. CCM oye! <tip>